ambao wenyewe wanaendelea na taratibu zao za kisheria ki kwa hiyo tumewachia serikali yeah. Kwa taarifa ambazo labda kama familia mnazo, kaingia safari yake, anakuja Dodoma na mpaka anafika, na huko alipokuwepo kuna tofauti yoyote ilitokea kati yake na watu waliokuwa nao, ama hamna taarifa yoyote ambayo mnaipati? Kwa kweli hatukuwa na taarifa yoyote kwamba labda MC Pilipili alikuwa labda ana ugomvi na mtu MC Pilipili alikuwa si mtu mkorofi, hata sisi tuko naye nyumbani, mimi ni mdogo wangu, sio mtu mkorofi, hawezi kupigana na watu, ni mtu hatukuwahi kusikia kama una, una shida kubwa na mtu. Kwa hiyo tulijua anakuja Dodoma kwa ajili ya kazi ya arusi kama kazi yake, lakini kilichoendelea hatukujua, wakati anakuja anakuja na wenzake ama alikuja peke yake, hapo atuelewe atu kama anakuja na wenzake lakini tunavyojua alikuja Dodoma tu atakujua alikuja na nani? Na ninyi kama familia, taarifa ya mwanzo kabisa ya tatizo lililomkuta mm. ulipata kwa nani, na nani hasa ambaye alipeleka hospitali na kwenda kuandikisha pale kabla hizo taarifa kwanza kusambaa? mm. Mimi naomba niishie kwanza hapo tu. Naomba niishie hapo tu. Ya hizo mambo mengine yata, yata, yata, yata, yani serikali inashughulikia mambo hayo Samahani kwa labda mimi nitamani kidogo iweke clear, tumeona mitandaoni kumekuwa kuna maneno maneno maneno mengi, hasa kuhusiana na mke wa marehemu kwamba amefika lakini nimemwondoa. Natamani mm -hmm. zaidi kuweza kuiweka sawa hii, ngoja na okay. Asante uh, sana uh, mke wa marehemu tuko naye hapa nyumbani. Hata tulipotoka hospitalini tumeweza kukaa naye kumpa taarifa zote za tukio lilivyokuwa na hata ninapoongea navoongea sasa hivi yuko hapa ndani na sisi kama familia tuko pamoja na yeye kumsaidia katika mambo mbalimbali, hata mambo ya mirathi na vitu mbalimbali, tulisa tuko tayari kumsaidia ili yeye apate nafasi kuendelea vizuri. Kwa hiyo tuko sawa kabisa naye, hatuna shida yote na namke. Na kwanza kabisa, nichukue fursa hii kuwapa pole ndugu, jamaa na marafiki na Wanadodoma wote kwa msiba mkubwa uliotokea wa kumpoteza ndugu yetu, rafiki yetu, ndugu Emmanuel Matebe Mathias almaarufu kama MC Pilipili. MC Pilipili e, nimemfahamu miaka mingi iliyopita akiwa mmoja kati ya wasanii ambao wamebeba bendera ya Dodoma na kupeperusha vyema bendera ya Dodoma nje ya mipaka ya Dodoma na Tanzania kwa ujumla. MC Pilipili ni moja kati ya vijana wasanii wa kutoka mkoa Dodoma ambao ameacha alama kubwa kwa kuwa na mkono wa msaada kwa vijana wengi ambao walichipukia na wangependa kufanya kazi kama ya kwa kwake. Sifa moja yake kubwa, hakuwa mchoyo wa maarifa, hakuwa mchoyo wa fursa. Amewatoa vijana wengi sana na hata kesho mtashuhudia watu wengi ambao watakuwa wakitoa ushuhuda hasa vijana wa mkoa wa Dodoma ambao wengi sasa wanafanya kazi nje ya mkoa wa Dodoma ni kupitia mkono wake yeye, ambaye aliwashika mkono na kuwavuta huko walipo. Yeye kwao, tunajisikia faraja ya kwamba ameacha mbegu nzuri, mbegu ya upendo, mbegu ya mshikamano, ambao naamini pia watu wote, hasa wasanii wa mkoa wa Dodoma, wataifuata na itakuwa ni sehemu ya kumkumbuka yeye pia, kwa sababu hakuwa mchoe MC Pilipili amejitaidi sana kuhakikisha kwamba vijana wengi wanapata fursa, na hiyo ndio sifa yake kubwa. Lakini kingine kingineplipili e, akuwai kuikana asili yake popote alipoenda, alitamani kwamba anatoka Dodoma halisi katika baadhi ya maeneo lugha ya Kigogo, wako watu ambao kuna na umaarufu umaarufuwanapenda kukana sehemu zao za asili, kwake likuwa tofauti. Alijivunia Dodoma, aliipenda sana Dodoma. Hiyo tumempoteza msanii, tumempoteza rafiki, tumempoteza ndugu ambaye alikuwa na mapenzi makubwa sana na Dodoma na alitamani kuiona Dodoma yake inakuwa siku hadi siku. Ndio maana miaka hivi karibuni aliamua kabisa ya kuja kuanzisha show, le, comedy show hapa Dodoma, ambao alikuwa anaifanyia Dar es Salaam. Lengo lake kubwa likuwa ni kuwainua wasanii wa Dodoma kivi bila kuitangaza Dodoma kwa ujumla, ikiwa ni kiu na matumaini yake makubwa kwa Dodoma inapiga hatua kubwa sana. Ndugu waandishi wa habari, siku ya Jumapili ni siku ambayo siwezi kuisahau katika maisha yangu. Saa kumi na mbili dakika thelathini na tano nilipokea message kutoka kwa MC Pilipili akiniambia kwamba nakuja Dodoma na shughuli hapo, na akanipongeza kwamba nimekuona una hapa, na baadaye akaniambia e, nikimaliza shughuli yangu natamani nikuone kabla sijarudi Dar es Salaam. Huo ndio ulikuwa ujumbe wake wa mwisho kwangu. Nikiwa niko nyumbani saa tisa alasiri, nikaona simu nyingi sana zinaingia kutoka kwa marafiki zake. Kwa sababu nilikuwa kwenye simu nyingine, nikashindwa kuzipokea. Nilipomaliza ile simu nikapokea, wakaniambia bwana, MC Pilipili amefariki. Kwa kweli sikuamini, nikashtushwa sana na nikasema nitakwenda mwenyewe mochwari nikathibitishe, na baada ya pale pale nilifunga safari, nikaenda mochwari kweli nikamkuta mpendwa wetu amelala . Hatukuwa na jinsi, basi tukaipokea kwa uzito huo. Kubwa tu tuendelee kumwombea kwa Mwenyezi Mungu, ampokee na aiweke roho yake mali pema peponi, amen.